na mtazamaji, na tukiachana na taarifa tukia hizo, tunasonga mbele, ambapo wasiwasi umetanda kwenye msikiti wa takwa ulioko Njiru hapa Nairobi, baada ya imamu kuwadunga watu wawili visu na kuwajeruhi. Tukio hilo linadaiwa kusababishwa na mzozo wa uongozi wa msikiti huo. Makundi mawili yanayopigania usimamizi wake yalikabiliana ya na kuwasababisha polisi kuingilia kati ili kutuliza hali. Hata hivyo vurugu zilizidi, zilizidi polisi walipoondoka. Imamu mmoja alifika msikitini na agizo la mahakama na kudai haki ya kuendeleza shughuli. Vurugu zilichacha alipozuiliwa kufanya hivyo, na ni hapo ambapo alitoa kisu na kuwadunga watu wawili waliokuwa wakimzuia kuingia msikitini. walikuwa watu wanne, mwingine walinchapa chapa na vitu kwa kichwa.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 kali hatua kali ya kunimaliza, amedunga kuni yeah, tumbo na mkono na umenipiga kwa kichwa. After few minutes, tunapigiwa simu kwamba wameanza vita ndani ya mosque na watu wawili wakadungwa kisu. Polisi wakakimbilia pale wakapata ni ukweli, na wale walidungwa wakakimbizwa hospitali Mama Lucy, na ule walitaja kwamba alihusika ni imamu, na ule alidungana akakamatwa baada ya kuandikiwa statement.